Amen. Bwana Yesu asifiweni. Amen. Praise is the Lord. Amen. Amen. Karibuni sana wapendwa katika ibada ya asubuhi ya leo. Ni mchana na ni past 12. Tunamshukuru Mungu kwa kutuneneesha kuwa katika uwepo wake. Tunamfurahia kwa kutulinda katika mwezi mzima. Mwezi umeanza na umemalizia vizuri. Tunampa Mungu utukufu. Na wakaribisha katika mwezi wa March uh, in advance. Tukaendelea ku shughutia rehema za Mungu na asiwa we Mungu akawa akikitumia kwamba mwezi unaokuja ulio mbele yetu wa march ni mwezi wa faraja <coughs> ni mwezi wa faraja. Kwa hivyo I pray that that God is going to give you that faraja unayohitaji. Uh, uh, ninajua mwezi wa February ujakuwa mwezi mwepesi kwa wengi wetu, ni mwezi umekuwa na mambo mengi <coughs> ni mwezi umekuwa na vitu ambavyo vimetupatia chalenji, vime vimedhoofisha imani yetu, na watu wanahitaji kupata faraja. Moyo wako upate faraja kutoka kwa Mungu katika jina la Yesu. Mwezi wa Machi ukawa ni mwezi wa faraja kwako. Mungu akimendi yale mambo ambayo yameenda vibaya na ukasikia moyo wako umeinama, katika jina la Yesu. Karibuni katika ibada ya wiki ya mwisho ya mwezi, na tunampatia Mungu utukufu kwa kutumema mwezi mzima. Tumeona uzuri wake tangu mwezi umeanza na tangu umefika mwisho, na tunamshukuru pia kwa kutuchagua tukawe wa kushuhudia uh, siku ya kwanza ya mwezi mpya, na tunajua kwamba mambo mema yako mbele yetu kwa sababu sisi ni wa Mungu amen, amen. Karibuni tukaweze kubarikiwa pamoja, basi nitakaribisha wanakwaya na ili tukaweze ku ashiriki wimbo wetu na tukaweza kupokeana na Mungu kwa uchache tu, tukaweza kubarikiwa. Tumekuwa na maombi ambayo tulia ilisema the other Friday, ya kwamba tunakuanga na maombi kabla ya tuingie season ya Ramadhani na tumeona Mungu akitenda mambo ya ajabu the seven days ambazo leo tunamalizia ambazo tumekuwa kwa maombi, tumeona ukuu wa Mungu na uwezo wa Mungu. Tunafurahia Mungu kwamba as we enter uh, now in the season tuna uh, tunaingia tukiwa uh, strong tukiwa powerful na tukiwa na grace ya Mungu, na kwa hivyo uh, tusiogope. Wale tumekuwa kwa maombi na hata wale ambao mwingi amejongana si kuomba, tumewaombea, we have been praying for everyone, na ninaamini kwamba Mungu atawaonyesha huruma zake na rehema zake, maana ni Mungu mwaminifu. And so I welcome the choir, uh, tukaweze kusikia wimbo na kuimba wimbo wetu na kisha tukaweze kupokea neno la Mungu, ataweza kubarikiwa pamoja. Amen. <coughs> ordinary God, life giver, destiny changer. He is an extraordinary God, extraordinary father. Amen. Tunampatia utukufu, tunampa shukurani kwa kukubali kuwa baba wetu, kwa kukubali kuwa Mungu wetu, kwa kukubali kuwa rafiki wetu wa karibu. Hakika tunamfurahia Mungu na tuna sababu zote za kumshukuru Mungu na kumfurahia Mungu. Karibuni katika ibada mara tena Bwana wa baraka awabariki kwa kuungana nasi mchana wa leo. Wale tumefika, Mungu awatende mema. Wale tuko online, Mungu awatende mazuri sana. Kwa kuchagua mtamunga wa ndio mtakao kufungulia, mtufuate. Mungu awatende mambo mazuri. Na Mungu awafanikishe kwa kila jambo katika jina la Yesu. Nitangulia na kusema kati katika mwa, mwezi ndio mwezi wetu wa Machi utakuwa ni mwezi wa rehema za Mungu, na nikasema kwamba mwezi unaoenda kuisha, mwezi wa Februari umekuwa mwezi, umekuwa na changamoto na challenge za aina mbalimbali but then I hear the Spirit of God speaking from deep inside my heart that mwezi wa Machi utakuwa ni mwezi wa faraja. Kwa hivyo yale yamekufanya ukandia sana katika mwezi huu umepita, na mimi pia hata kuanzia the starting of the year. Anasema Maji utakuwa ni mwezi wetu wa faraja, na kwa hivyo tuwe tayari kuonyeshwa faraja na Mungu wetu. Haleluya. Praise the Lord. Amen. Amen. Sasa, tuingie kwa neno la Mungu na tupata, I would like to talk to three points uh, before as we open the word of God from the book of First Corinthians. First Corinthians chapter 6. Uh, First Corinthians chapter 6, mstari wake wa kumi na mbili hadi mstari wa ishirini na kisha pia nitasoma James, James chapter 4 nisome mstari wa tano hadi mstari wa kumi na Roho wa Mungu atasema nasi. Uh, First Corinthians chapter First Corinthians chapter 6 chapter 6 verse 12 <coughs> na James chapter four. <coughs> Kawa, tukawa tukijifundisha uh, in our Bible class, na baadhi ya mambo mawili matatu ambayo tumejifundisha mahali pale, tumejifundisha ya kwamba we normally say that God is a consuming fire, lakini hatujawahi jiuliza, hatujawahi pia experience hizi nguvu ambazo zinatokana na Mungu especially wakati tumemuudhi mara mingi tunaonanga Mungu akijidhihirisha katika kutuliwondi wema wakati tumemtenda wema, wakati tumemfurahisha. Lakini wakati tunamkasirisha hatujaona akikuja katika tears aka akiwa na adhabu. But let me tell you today, brethren, God is a consuming fire. Kwa wema na hata kwa uzuri. He can break forth akaachilia moto katika kuja kukomboa. Na anaweza achilia moto katika kuja kuangamiza. Amen. Amen. Mm-hmm. And so nikawa nikisema ya kwamba tunapaswa kuwa very careful when especially kwetu wale ambao tunasema tumeokoka. Don't dare to play with God. Na usikajaribu kuchezea jina la Mungu ukiwa umesema umeokoka na unakaa katika uasi <clears throat> unakaa katika dhambi. Usi, usikaone ni kama um, although the word of God says dhambi uh, ikikolea inazaanga mauti. Biblia inasema hivyo, but when you are in sin and hii hapa kwa mdomo tunasema, unasema umeokoka na kanisani kweli unaenda na unajikometi kwa mambo ya Mungu. Be very careful, sio kuzoea dhambi na ukajipata unaanza kufanya msaha publicly, watu waanza kushangaa, kwani wokovu, watu semanga ni wokovu aina gani? Yani, udhalalishe Mungu behind the scenes, then ukuje kuizoea uanza kumdhalalisha adharani. Yeye mwenyewe ndiye atakuwa anakupiga vita na yeye mwenyewe ndiye atatani kuwa moto wa uharibifu kwako. Praise the Lord. So, whenever you involve yourself in salvation or in, uh, kujishikamanisha na Mungu, kuwa rafiki wa Mungu, be careful. If you are not able to stand well, endelea kuitisha rehema za Mungu ukiwa tu hapo bila kutaka kukani. Kama unataka kumpiaki Mungu, simpiaki Mungu, Mungu achezewi Amen? Mm -hmm. Na tukiendelea hivyo ninajua Mungu atatusaidia Another point ambayo tulizungumzia mahali pale in our Bible class ni about issues ambazo zinafanyika. Tukawa tukisema kuna utaratibu <clears throat> na tukawa tukiput hivi ya kwamba uh, kuna government ya mbinguni kama vile kuna government ya duniani. Na tukasema government ya mbinguni na government ya duniani eh, vinafanya kazi pamoja. Praise the Lord. Na tukawa tukisema government ya mbinguni ina pre-presentiwa ama it is presented represented by the church, mwili wa Kristo hapa duniani. And uh, wale ambao wana represent ni wale ambao ni wazazi wetu wa kiroho. Mm-hmm. Na nikawa nikiuliza, ya the other day, kuna message ambayo uh, mhubiri mtumishi wa Mungu alihubiri somewhere na ikawa uh, the, the old Kenya or everyone in Kenya wanaona mahubiri ilikuwa inalenga uh, rais wetu. Sasa tukawa tukijadiliana tukiulizana if at all kwa kweli ilikuwa inamlenga Did he do it right? If at all, maybe alibili akiwa analenga raisi, or ana, analenga government, did he do it wrong? Is that the way to handle the things? Kama sisi ambao tunasimamia government ya mbinguni. <coughs> Praise the Lord. Nikawa nikisema, if really, uh, ilikuwa, um, nia yake ilikuwa ni kulenga government, then that way it was not the right way. Because our uh, pastor, ama sisi as leaders or as Christians, uh, Christians, ndo tunachangia wale watu ambao ni wa, wale wako chini wadhalalishe the government. Na the moment the government inadhalalishwa, kunakuwa tumeweka block nguvu za Mungu na baraka za Mungu, hazi zikashuka na kunakuwa na na, na, na, na uh, ile uh, uh, disrespect sasa. Tunakuwa sisi kama kanisa, ndio tunachangiana, ndio tunasababisha kuwa na disrespect. Ni kama nikisema, how many of these uh, servants or of these parents ambao wameapproach U, u, u, da, sasa the kingdom of the hapa sasa ambao ndio 7 daisi wetu na, na, na serikali yake wawaonye wa, na wawaeleze what God wants na wawarekebishe but, but, uh, all what we are seeing is servants of God talking on social media, na whatever we are talking inapokelewa in in na, na, na, na the nation or the people in the, the, people the nation, sio sasa instead of kurekebisha thai, uh, uh, government Ah, pale kwa dingira tunairekebisha social media na ndio sababu rais hakuna mahali anaweza kupita akakosa kutusiwa, hakuna mahali endo government official anaweza kupita akakosa kutaluliwa. Sasa sisi as Christians or as servants, we shall be answerable. It doesn't matter the government is doing wrong, but whatever we are doing, we will find ourselves answerable, because we are going to represent ufalme wa mbinguni hapa duniani.